Sasa turejelee taarifa yetu ya awali ambapo bunge la 11 la jamhuri ya muungano wa Tanzania limeanza vikao vyake mjini Dodoma kumchagua na kum, kwa kumchagua Job Ndugai wa Chama cha Mapinduzi CCM kuwa spika wa bunge hilo kati ya wagombea wenzake nane kutoka vyama vya upinzani waliojitokeza kuwania nafasi hiyo. Ndugai amepata kura mia mbili na hamsini na nne na akifuatiwa na Dr Ole Medeye wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA alipata kura mia moja na tisa, na wagombea wengine walitoka wa, wa, na, na wagombea wengine walikosa kula yoyote. Bulaya Moses kutoka Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Bunge la 11 limeanza vikao vyake majira ya saa tatu asubuhi kwa katibu wa bunge Dr Thomas Kashilila kusoma tangazo la rais la kuitisha bunge hilo kisha likafuata suala la uchaguzi wa kumpata spika ambapo wagombea saba kati ya wanane waliojitokeza kuomba nafasi hiyo wakajitokeza mbele ya wa wabunge wateule kuomba kura za kupewa ridhaa hiyo. nina shauku ya kulifanya bunge kuondokana na migogoro, bunge lisilokuwa na migomo, bunge lisilokuwa na ubabe, bunge linalotenda haki kwa vitendo, nawaomba kura zenu ili niweze kufanya mambo makubwa ambayo ni kufanya marekebisho atakayowawezesha ninyi wa bunge kutekeleza wajibu wenu vizuri ndani ya bunge na kwenye majimbo yenu. Nayajua matumaini ya Watanzania kwa bunge la kumi na moja na matarajio yao, nayo elimu ya kutosha. Naamini kabisa kwa pamoja tunaweza, lakini kubwa zaidi, jamani, anayekaa na mgonjwa ndio anajua amelalaje, ameamkaje malizika kwa zoezi hilo la kunadisela kukatoa nafasi kwa wabunge wateule kuanza kupiga kura. Kisha zoezi hilo likakamilika na msimamizi mkuu wa uchaguzi huo katibu wa bunge Dr. Thomas Kashirila akamthibitisha Mweshimiwa Jobu Ndugai kuwa spika wa bunge la kumi na moja. Aliyechaguliwa kuwa spika ni Mweshimiwa Job Justino Ndugai. Kisha kikafuata kiapo cha spika aliyechaguliwa na wabunge wateule: mimi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 na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama Spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mira na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie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 Blaya Moses, Star TV, Dodoma.